Tuna dada hapa amekuja, amerudi kuja kuomba tena kazi kwa mara nyingine. Tulikuwa naye, tulimpeleka kazini akafanya kazi miezi minne, ni minne, miezi mitatu wanne, ndo ule wa mwisho ukaondoka. Kwa hiyo ame, akaondolewa kazini, lakini akaenda nyumbani, amerudi tena kuja kuomba chansi nyingine mm. e, kumaliza mkataba, kuna vitu vilitokea pale kazini. Ndio hivyo vitu sasa, utuambie ni vitu gani vilitokea? Ndio, kuna siku niliwahi kuamka. Masiku nyingi, ndio nawahi kuamka, simkuti bibi nyumbani, nikijaribu kumuuliza, hajawahi kunijibu. Kuna siku ndo nikawa nimeamka, nikamkuta amevaa vile vitambaa vyekundu na vyeusi Nikamuuliza bibi na hivyo akaniambia, fanya kilichokuleta. Siku nyingine niliwahi kumkuta na m kama baba wawili wako kama mate mdomoni, nikamuuliza na haa, akasema, we achana nao usisemi Nikamwambia mimi nitamwambia madam, ambaye ni ndiye alinipeleka pale. Haya, akanambia, usimwambie mtu yote. Akaniambia mimi nitamwambia madam Madam Mills mwanao, akanambia ukisema mimi nitakuharibia. Haya, siku hiyo mchando akamemwambia mwanae kwamba nimechukua 50 nimemwibia, akasema mwanaye akanipigia, kwa nini hivi? Nikamwambia hapana, sijachukua kumwambia, ndio kwa amewapigia huku, ndio nyewe mkampigia bibi, mkamwambia mkamwambia nasikia kuna tatizo akawambia kwamba nimechukua elfu tisini. Sikuwa nimesema huku, bado haya, tumemaliza hapo. Ndo kuna siku nikawambiaje, madamu akanipigia kwa nini umefanya hivyo, sijui. Nikaambia hapana, mi nikaenda kumwambia bibi, mi namwambia mwanako kweli, mi mwanao, nikamwambia kwamba nimechukua pesa na natakiwa kuzirudisha, sina pesa mi za kurudisha. Akanambia usijali nitamaliza nikamwambia, ananiambia ni mwanangu mimi. Nikamwambia nimeshasema sasa kule kituoni. Akasema utamwambia kwamba zile pesa ulichukua kwa sababu kulikuwa kuna mama alipatia kichupa cha dawa na hela, uje nipatie aya. Nikamwambia utamwambia huyo mama, kuna mama alikupatia kichupa cha dawa na hela na hela, hela ni kama vile amekulipa alafu, hiyo dawa kama vile ilikuwepo

Mm, misukule k kuna misukule kumbe kumbe, Mtwara mm. <laughs> kuna misukule umejuaje? Umejuaje? Yaani we umejuaje kwamba hiyo ni misukule? <laughs> stori za shuleni, hata mvi kwayo ukazikuta kwa bosi wako, ukamkuta bosi wako ana misukule Hey, ndio hivyo. Vipi bado? Sasa kwa hiyo ulivyomkuta na hiyo misukule ndio ikawaje? <coughs> nikamwambia ntamwambia mwanaye, akasema hapana, ndo nisema hivyo kwamba nilikutana na mama akanipatia pe pesa pamoja na dawa, hey. Kwahiyo akakufundisha jinsi ya kumwambia mtoto wake, ndio ili ili niendelee kukaa kazini, nilimwambia mimi sitaki kuacha nini kazi, inabidi ni, nifanyaje? nimwambie mwanao na kule kituoni? Atasema hapana, usiseme mm -hmm, sema hivi na hivi ndo hivyo, husiana na huyo mama na hela na dawa. Kwa wewe ukasema kile alichokufundisha ndiyo? mm -hmm. Tukampigia dada sasa baada ya madam kuongea naye, mpigieni, akaniambia mpigieni na nyie mumsikilize kama sisi. Ameogopa labda ametunga, na nyie muongee naye. Nani, nani sasa? Madam sasa ananiambia nimpigie dada. Eh, sasa yeye eh, madamu ameambiwa kwamba kuna mama ambaye amempa huyu dawa na, na e. pesa ili akamwekea mama yake. Mm. Apate madhara ya kutokutembea. Sisi tukampigia dada kwamba kimetokea nini kazini? Dada akawe, akaelezea the same scenario hivyo hivyo kwamba kuna mama, nilikuwa naenda sijui dukani. Ulisema ulikuwa naenda dukani eh? Ndio, yeah. Yani, nikakutana naye, mimi simjui, akaniambia tu nichukue hiyo dawa, ipo kwenye kichupa. Ndio. Ndio. Siyala, na hela mm -hmm. Kwa hela mimi nilizitumia. Nilivyokuja na hiyo dawa nyumbani, sikumwekea madam, nikabaki nayo. Kwa hiyo baada ya siku kadhaa, nimetumwa tena dukani, nikakutana tena na yule mama, sasa akawa ananitishia kwamba alinipa dawa yake sikutumia sikufanyia kazi, alafu na hela zake nimeshatumia, kwa akaanza kunidai pesa zake. Kwa hiyo kwenye kumnipa sasa pesa, ndio nikachukua pesa za madam. Kama mama yake atakubali yule endelee kukaa, lakini baadae kasema hapana, mama wangu hayupo comfortable kwamba kuendelea kwa kukaa na huyu dada sababu amwamini tena, kulinganisha na hiyo stori na wizi wa hela. Hapana, basi ndo, kwa hiyo hela zilipotea kule kwao mm. hela zilipotea? Hapana, sikuwa nimechukua hela. Yani kusema nimechukua hela, ni bibi aliniambia, ili kusudi semekane kwamba nimemlipa yule mama, nimerudisha kwenye sasa zile. Wewe yani wewe unakubalije <laughs> yani wewe unakubalije? Yani mimi niambie niseme nimeiba hmm? Yani kuna kitu kiko sawa jamani hapo hapo, wewe eh? Una yani unajua kabisa, kwanza hapa, unajua masharti yetu ya kutoa kazi, si si unajua yeah. kwamba hatufanyi kazi na wasichana wadokozi, waongo, wenye tabia za ajabu ajabu, sindio eh? mm-hmm. Wezi. Sasa wewe bosi wako atakwambiaje? ukubali kwamba umechukua pesa, si ndio? Hmm. Si ndio hivyo? Yaani, maana nashindwa kuielezea yaani, pesa bibi hajaibiwa, ila alikwambia e, useme umeiba. Ndiyo. Na wewe ukakubali, unaweza <laughs> hmm. kukubali kweli jamani, sijui mi hapa ndio nikiongea hapa, mnasema ha, anawakandamiza na wadada hivyo. Wewe unaweza ukakubali, ukaambiwa sema nimeiba, ukasema nimeiba? Ndio wadada wa hivyo mnaodili nao, yani ndio level ya upeo wadada. Hata kama ni kweli bosi wako wakuambia kwamba kubali umeiba. Bosi wake ni mda mrefu sasa hivi <coughs> Lakini yeye yeah, hakuwahi kupiga simu hata kuclarify kwamba eti labda nilisema hivyo kwa sababu nilikuwa kwenye okay, mazingira ya kazi. okay, okay. Uh, nilikuwa hapo sijajua. Mimi najua ndo katokea kazini. Uh -huh. Kwa hiyo hajatokea kazini sasa hivi. Hajatokea kazini. Kwa hiyo kazini uliondoka lini? Niliondoka mwezi wa kwanza. Ukaenda wapi? Nikaenda nyumbani. Ukaenda nyumbani? Ndiyo. Kwa hiyo hata kutoa taarifa. Hapana. Kwa hiyo wale uliwapa dada mwingine? mm. Nah, nah, nah. Walisema kwamba ah, yani huyu sasa baada ya e mm. Yeah, ya ayo mazingira maana yaeleweki, wakasema bibi akasema hawezi kuendelea naye. Lakini bibi anachokilalamikia udada ni mwizi, amemwibia dada. mm. Anachosema bibi aliniambia, lakini akasema leo hiyo kasema leo kwenye simu wakati mnaongea, alisema ni kweli ameiba, ameiba. Mm. Ila leo alipokuja, kwa sababu anatafuta tumpokee tena, sijui ndo kama anajaribu kutengeneza stori. Wewe mbona ukusema sasa wakati ule? kwa sababu wewe sio mjinga na sisi hapa mm-hmm, hatulei watoto wajinga wala wasichana ambao ni wapumbavu ambao yani we mtu atakwambia tu sema nimeiba, <laughs> nimeiba okay, sema nimeua e. hata kesi hata wizi kwani e. unafikiri wizi ni kitu kizuri? Ebae, yani msichana mzuri umeji, unajilea unajitunza, ukubali tu mtu akuchafue na tabia ambayo huna kwa sababu yule bosi wako kama kweli alikuwa anaku, amekudanganya ukubali umeiba, huku wewe ulikuwa ume, umeweka picha gani kwenye kituo hiki? Yani picha ambayo sisi tuliipata kuhusu wewe kwamba wewe ni mwizi, si ndio? Sasa hiyo sifa ni nzuri? So, kwa nini wewe unataka kutuaminisha kwamba bibi ndio alikwambia useme umeiba na wewe ukubali ndio ni kweli aliniambia? Mbona nyakati zote wakati unapigiwa simu na ofisi wewe ulikubali kwamba umechukua hizo hela? Tutaaminije? ubaba ulibadada, wana drama kwelikweli. Sisi tutakuaminije kwamba uliwaona, uliwapiga picha? okay. una ushahidi gani yani kwamba uliona misukule, umetwambia ni misukule, kwamba okay. wewe uliogopa atakugeuza msukule. <laughs> sukuondoka yani, mimi pia naanza kwamba ameshaondoka, amekaa nyumbani mwezi, lakini hata kipindi anapiga simu kuomba kwamba madam, naomba nirudi, nije hata niombe kuenda tena kwenye mkataba mwingine, hakuahidi kabisa kusema kwamba madam, labda kule nikoshindwa kusema, lakini nilipitia situesheni hii na hii na hii, hakuwahi kusema hata siku moja huyo hapo, ametoka mshaka nyumbani kwao mwezi. Ingekuwa kweli ni mtu ambaye hajafanya hicho kitu, mimi nadhani ange, hata kama kule alishindwa kulingana na mazingira, basi nyumbani angeweza kusema kuelezea situation ambayo ilitokea kwa boss wake. Na leo amesema baada ya yeye kufika hapa kituoni, mm -hmm, na sisi kumwam, kum, na yeye kuomba sasa kwamba kule, mm -hmm. kwa kuwa mambo yaliharibika sasa, si tunajua yeye ni mwizi, aliiba kule Si ndio ulivyotuambia? Mm. E, ulituambia umeiba, alafu nategemea uje hapa si tukupe kazi. Kwa hiyo umekuja na picha mpya sasa. E, picha mpya kwamba kule kulikuwa na misupule. Mm. E, he, bibi ndio alikwambia useme ukubali tu uliiba. Hii, a, ni, ni stori ambayo unaitengeneza hapa mm, leo kituoni, ili tuweze kukusaidia utuone kama ulionewa lakini siku zote kuanzia tatizo limetokea mpaka ofisi inaongea na wewe na bosi wako, unakubali umechukua hela, sawa hmm? Hii msukule hapa, si tutaiaminije? Oh, aamainaaicho hmm. Yani, yani kitu dunia ya sasa hivi ukutane na mtu akupe dawa eti ukamuwekee bosi wako ili asitembee na asiseme kwa bosi wake kwamba nimekutana, ni stori ambayo imetengenezwa Okay, jamani adada nyinyi, kwa hiyo louliwe nayo. yeah, yeah, ni bibi ni ikufundisha ni yaani, wewe ulitoa wapi hiyo stori? Kwamba ukasema nilichukua hizi hela, lakini nilikuwa naenda dukani nikakutana na mama akanipa dawa na hela nije nikuekee, alafu sikuweza kukuekea, lakini hela zake nikala. Sio hivyo, mm. Stori inavyoenda mm, kwayo hiyo ilikuwa ni ya kutengeneza. Mm, alitengeneza hiyo stori ni nani? Bibi? Hatari kama hivyo sasa. Eh? Yani mimi, oh. Shida yangu ni kwamba yeye leo hii kuja kituoni kwa sababu anataka kazi. Kwanza ashaondoka kazini muda mrefu, ameenda huko amekaa wee, mambo maisha yamempiga, kaangalia kaona bado wa dada senta ndiyo sehemu, karudi hapa anakuja na hii stori mpya. Lakini siku zote akiwa pale kazini stori iliyokuwepo ni dada alichukua hela na ye alikiri kuzichukua hizo hela. Leo kwa nini unaigeuza kweli ipi sasa? Kweli ambayo ofisi ilikuwa inaongea na wewe, ulisemaje? Ulisemaje? Umesema umechukua, ume si ndio? Sasa kwa nini leo hii uje utubadilishie stori hapa, alafu tukuamini eh? Ulivyokuwa kule kazini kwako na bosi wako sisi ushahidi lazima tuthibitishe, yaani mm -hmm. Ukiwa kazini pale, usee, jamani, mii sijaiba. mm -hmm. Ila nimekutana na changamoto hii. Kama ni hiyo misukule, ungesema kuna misukule nimekuta huku, sindio? Ehe, na labda bibi aniambia mi niseme hivi, lakini mi sijachukua na yeye akiwepo. mm -hmm. Sindio? sisi ndio maana tunafanya hizi program na hao mabosi wetu huwa tunaongea nao kabla mjaondoka kazini, tatizo likiwa limetokea, tunafanya mawasiliano ilijulikane mm -hmm. nani nani mkweli, hey. au nani ni nani. Sasa wewe, wakati ofisi inaongea na nyie wote, wewe mabosi zako na ofisi, wewe ulikiri umechukua pesa mm -hmm. si ndio hivyo mm -hmm. Sasa wewe kwanini nataka kutuletea stori mpya tena ya miskule? <laughs> Eh? Unafikiri yani hivyo ndio namna namna wewe yani ya, unaona ni njia ya kijanja au yani ndo mbinu yako ya kutupata tena yani tuweze kukuamini? Hapana eh? <güls3> <güls3> <güls3> nini sasa, si ukweli nani <güls3> atauamini ukweli. Lazima uwe na ushahidi ukweli. Ukiwa kazini pale, ndo utakiwa useme <coughs> mimi pesa sijachukua. Wewe ni dini gani? Yeah, ungesema jamani, twendeni msikitini mkanishikishe nini? Sijachukua hizi hela na mimi nilichokiona humu ndani ni hiki na hiki na hiki eh? au hata ofisi ungeongea nao pembeni mm kwamba mimi jamani, mimi sijachukua hizi hela, kuna hiki China na hiki kimetokea. Sasa nakumbuka sikuwa nani, niliwaambia kwanza kakae pembeni, unakumbuka ile siku eh, mm, yeah. Ni ondoka hapo karibu na madam, nenda kabisa mbali nituongee mimi na wewe, ili apate uhuru wa kujieleza eh, nikamwambia kaa mbali, akaniambia nimeshaondoka niko mbali na madam eh, nikamwambia eh, he, ni sasa hela eh. za watu umechukua ndio nimechukua. Kilitokea nini? Akaanza kunielezea hiyo story mwanzo mwisho, nimekutana nime na mama mama kanipa hela ambayo hiyo nayo ni uongo na, ambayo hiyo inawezekana ni uongo, yeye tu alichukua zile hela kwa sababu ya tamaa. sababu hmm, tumeshaona hapa wadada wachache ambao wanakuwa na hizo tamaa za kuthubutu kuchukua hela za mabosi wao. Hmm, tushakuwa nao wachache, lakini kazi yetu sisi ni kuwalea nyinyi na kuwafundisha, na kwa sababu saa nyingine mkifundishwa kwa maneno hamsikii <laughs> mpaka mwende huko mkutwe. mm. na ya kukutwa kama hivyo, unaiba, unakamatwa, unazalilika. Sasa hivi hapa unataka kujisafisha tu, mi naona unataka tu kujisafisha yenyewe, lakini ni mbaya yaani, e, yani, ni, ni ya kujaribu kutisha watu mm. nimeona misukule <laughs> Jamani! <laughs> Eh, eh, jamani dada, jamani nava na, na, na, masala kweli eh? Mimi haujanishawishi kweli kabisa, mimi binafsi ujanishawishi, ujanishawishi kwa sababu <laughs> <Ujanisha wishi. laughs> Haukuwa muwazi toka mwanzoni. Sisi ndio tumekupeleka pale kazini. Kama kulikuwa kuna changamoto yoyote ulipaswa utuambie na hicho tulishakwambia kabla hujatoka hapa ofisini, si ndio? Ndiyo. Sasa ukisema bibi ndio aliniambia mimi niseme kama vile akikwambia kula mavi ungekula. Hapana. Hapana. Ila akwambia sema nimeiba kitu kibaya kama hicho eti wewe ukakubali kusema. Mm. Hapana. -mm. Hapana kabisa. Mimi uongo wako bado sijaunanii, sijau kabisa, najaribu kudu, yani ni namna nyingine ya kuwapaka ya watu mm, e, sio tu matope kumwambia mtu nyumbani, kwa hiyo una misukule mm, right, ambayo yani unajua yani unajua bora kuwe kuna uo yani sijui niseme yani, katika mazingira yale yale. Na unajua sisi binadamu, uongo ukisema uongo, mwili wako unakataa. mm -hmm. yani pale pale kwenye ile nyumba ulivyokuwa pale na uhakika hicho kitu ni cha uongo, ndio maana hukuwa na confidence za kusema ukiwa pale, lakini kama kitu ni cha ukweli unapata ujasiri, yani unapata ujasiri na unaongea ule ukweli, na maneno yako na mwili wako vinaenda pamoja. Lakini kama ni kitu cha uongo, huwezi kusema ukweli. Uliousema kipindi kile, uko pale kwenye ile ile nyumba, ndio huo, kwamba kweli hela za bibi ulifanyaje? Ulizichukua ingawaje, ulitafuta sababu. Umeona sababu zake ziko humu. Kwanza inaanza picha yeye. Yeah, alichukua hizo hela kwa sababu alikutana na M mama sijui aliyempa dawa, yani huyu kichwa cha <laughs> uchawi tu. Mbona eh, leo anakuja kutuambia bibi alikuwa nasukuli? Yani bado anacheza vile vile kwenye mambo yake, yani mambo ya gizagiza ya uchawi uchawi. Yani mwona anakwambia, <laughs> <laughs> nimeona nimeona kwenye muvi.